Mheshimiwa Rais amezunguka mikoa yote, amekuja kumalizia ziara yake katika mkoa wetu wa Simiyu na amekuja wilaya yetu ya Meatu. Yeye ameenda kumalizia, akawaambia wana Kisesa, akawaambia wana Meatu kwamba watu wa Meatu, sio kwamba mlichagua mbunge tu wa jimbo bali mmechagua mbunge wa taifa. Mando ya oye, oye. Maana ya yake ni nini? Maana yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza amezunguka nchi nzima, hakuna mahala alipoenda kusema mbunge huyu ni mbunge wa nini, isipokuwa Nemeatu Kisesa ambako ndio amekuja kumpata mbunge wa nini. Maana yake rais huyu inawezekana kuanzia alipokuwa makamu wa rais alikuwa anamjua vizuri huyu mbunge na kazi zake. Rais huyu alipoingia madarakani, katika kipindi chake ameshuhudia kazi nzuri ya mbunge wenu anayoifanya katika jimbo na kitaifa, na ndiyo maana akaja mbele zenu na akakiri mchana mweupe kwa Tanzania kwamba mna mbunge wa kitaifa. Sasa hili kombe ni letu sisi wana Kisesa, sawa? Sio la Mpina peke yake, ni kombe hili ni la kwetu sisi. Ninachowaomba muhakikishe tu kwamba hili kombe hili hatumwangushi. Kwanza nyinyi wenyewe hamna wasiwasi juu ya kuangushwa. Hivi una mashine kama hii mbunge iko kwenye jimbo lako, una mashaka eh? ya kwa mlomo wa mlela wewe kama tumewatetemesha wote inchi nzima, mafisadi wote wanatetemeka, walarushwa wote wanatetemeka na kasalaka gete ya mbona niko tolaka mbula ba no boyelaka ole na chiya kwe hamo nolo na ba mala kumisha abantu bakupya gasame Tunataka fedha za Watanzania zipatikane kwa maendeleo ya Watanzania. Hatuwezi kuruhusu watu wakaiba fedha za umma, na ndiyo maana Mheshimiwa Rais nilipomshauri katika ule kurasa zile mia mbili themanini na tano katika tume ya maboresho ya kodi, kijana wenu nilichukua kalamu na karatasi. Mheshimiwa Rais aliposema fedha nyingi za umma zinaibiwa na mafisadi na wizi na wezi nahitaji mizo. Kijana wenu nilichukua kalamu na karatasi nikaandika kurasa mia mbili na thelathini na tano kwamba nitachukua tena fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Kisesa muda utakapofika, sababu ipo, nia ipo na uwezo wa kuendelea kuwatumikia wananchi wa jimbo la Kisesa. Wangapi wanasema Luhaga Joelson Mpina akachukue fomu muda ukifika wanyoshe wanyoshe mikono wanyoshe mikono, mikono. asante sana asante sana nilikuwa natafuta kibali chenu tu nilikuwa natafuta kibali kibali chenu cha kwamba mnanipa tena ridhaa ya kwenda kuchukua nini Sijaona vizuri nataka niione mikono kwa uhakika kwamba wanaotoa ridhaa nikachukue fomu tena, wanyoshe mikono, wanyoshe mikono. Asante sana asante sana.